Tuko na hii Suzuki Jimny ya mwaka 2020, 2021. Ilikuja kwa mara ya kwanza ofisini kwetu wiki tatu zilizopita kwa ajili ya kubadilishwa spark plugs. Tulikumbana na changamoto moja: plug zilizokuwepo na plug tulizokuwa tunazipata kwa ajili ya kufunga zilikuwa zina hex diameter ya milimita 14 na thread diameter ya milimita 12, wakati plug inayohitajika kwenye hii gari ina hex diameter ya milimita 16 na thread diameter ya milimita 12 na matokeo yake plagi ikawa haishiki kwenye raba ya hikoili, yaani plagi inatumbukia kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo tuliagiza spark plug ambazo ni exact kwa ajili ya hiyo injini na tulipata za NGK ambazo ina share spark plug na Mercedes Benz compressor C180, na C200 na hizi ni za platinum na plug yenyewe ndio hii na ilitakiwa kufiti kwenye raba kama hivi. Changamoto moja ya plug inapokuwa haifiti kwenye raba, hata kama kwenye engine inafunga, ni leakages na hutapata ile performance ambayo wewe unaihitaji. Tunakukaribisha geriji kwetu kwa ajili ya diagnosis na repair matatizo mbalimbali mbali ya gari yako. Tupo Riverside, njia ya kwenda Ubungo Kibangu.